Vijana waliingizwa barabarani kudai haki, tunataka kujua haki gani? Ah, hilo ni swali kuntu. Hongera sana kwa kuuliza, kwa kuwa yani tukiwaelewa vijana wetu zaidi, yani tunaweza kuepukana na vurugu Yaani tukijua wanadai nini, basi tunaweza kuwasikiliza na kutekeleza. Yaani tunaweza kurudisha amani. Mimi nataka amani, nyie mnataka amani, kila mtu anataka Tanzania irudi katika hali tulivyokuwa tumezoea, nchi yenye amani na upendo. Haya, tuwasikilize basi. Uh, vijana wanasemaje kujibu swali lako? Kuna dada mmoja anaitwa Elizabeth eh, akajibu Gen Z uh, tunataka haki ya kuishi katika amani bila kutekwa na kuuawa, na haki ya kuchagua viongozi tunaotaka. Haya, tumsikiliza na huyu lakini, vile vile mimi naweza kuwafafanua uh, vizuri zaidi kwa kuwa mimi nimeishi Tanzania miaka 27, nimeishi sana na vijana, marafiki zangu wengi sana ni vijana. Basi yani, mimi nawezi kutoa mawazo yangu, vijana wana njaa, hakuna mlalamishi aliyeshiba. Na vijana wa Tanzania wanahitaji kitu hiki kimoja tu, wanataka fursa, fursa za kujiingizia mapato. Serikali ikiweza hiyo, basi matatizo yote yataondoka katika fursa. Tunajua ajira ni ngumu, vijana wenyewe wanasema kazi watu wanapewa wenyewe kwa wenyewe. Sawa a, na mimi sina utaalam hapo. Utaalam wangu unakuja kwenye biashara, maanake mimi sijawahi kuajilishwa ila mimi mfanye biashara sana sana, kwenye biashara hizi za mtandaoni za kisasa teknoloji mpya kama bitcoin, na vijana wa Tanzania wanapenda sana hivi vitu vipya, yani nikitamka tu bitcoin ndio DM zinajaa na naomba nifundishe bitcoin. Sasa mimi nauliza serikali ya Tanzania, je, yeah. Mmewezesha vijana wa Tanzania washike bitcoin, wanunue bitcoin, wa trade bitcoin, mmekana wadao wa bitcoin pale Dar es Salam kuhakikisha bitcoin inaingia nchini salama na halali kama walivyofanya Kenya. Ah, bado. Okay, sawa. Uh, kuna teknolojia nyingine mpya za, za soko za dunia, maanake kuna minada ya dunia kama eBay kuna Amazon kuna Etsy. Ehe, mmewaita hizi kampuni ya Tanzania waje kusain mikataba nao kuwawezesha vijana wauze bidhaa zao kwenye soko la dunia. Ah, okay. Ile bado okay. Pia ah, bas kuna app ya Itoro eh? Inawezesha watu wanunue hisa za dunia eh, ile umewasiliana nao? Oh, sijasikia chochote. Je, mewasaidia vijana vipi? Ah, okay, so Airbnb. eh, eh, Airbnb ku Tanzania yani vijana wana kodi sem, wana parekebisha then wana Uh, wanapangisha watalii eh, biashara nzuri sana eh, mmewasaidia vijana kwenye mradi huu au mlienda kuwatoza kodi tu jamani? <tie> Kama hakuna uwezo wa kuwasaidia vijana, mimi ushauri wangu wache, waache biashara zistawi zenyewe wafanikiwa kidogo tu ndio unakuta, mara TRA mara mtu fulani mzee fulani lazima mpe hela jamani. Huwezi kuvuna ndizi kutoka kwenye kichipikizi. Ache hizi biashara zikuwe, wawe wafanya biashara wakubwa, ndio basi kodi itakuwa kubwa zaidi ukiwaache. Okay, yani kama wanaonewa wivu fulani kwa kufanikiwa, jamani na shida kubwa sana mtaani kwa vijana eh, ni mtaji. Vijana wanashindwa kupata mtaji na njia ya kupata mtaji ni kupitia kwenye mikopo eh, lakini <gülphe> mikopo mtaani asilimia yake, yani riba yake ni kiasi gani? Mnajua, asilimia ishirini hadi thelathini kwa mwezi, na hata sijagusia zile ile mikopo ya kukausha damu. <laughs> Sasa biashara gani inaweza kustawi kama kuna mikopo ya asilimia ishirini kwa mwezi? Mi mwenyewe ni yani Uingereza nikitaka kufungua biashara, yani naenda nachukua ko, mkopo benki kwa asilimia kumi na tano kwa mwaka. Sasa vijana wa Tanzania wakienda benki wanakataliwa, lazima wafate, watafute mtani. Sasa kazi yenu kufikisha mikopo ya riba ndogo kwa vijana. Angalia mfano wa Botswana. Botswana ilitoa hela yatao kwenye almasi ikapeleka kwa wananchi kwenye mikopo ya ng'ombe na vipi. Mnasikia kuna vurugu Botswana hata siku moja? Tujifunze kutoka kwao, basi muhimu sana sasa tu, uh, tubadilisha akili zetu sisi watu wazima eh? Vijana ni kila kitu Afrika. Tuwanyenyekee vijana, tuwasikilize kwa makini, tuwatekeleze ndoto zao, tuwashibishe. Lasivyo, lasivyo, oleni wetu. <laughs> Vijana ni kila kitu kwa Afrika. Vijana wa Gen Z Tanzania, shikamoni.